Naam, mtazamaji wa Trend TV nadhani ukiwa kama mdau unaweza ukawa uliiona harusi ya Jux na Prissy eh, kule Nigeria hususan ni katika ile white wedding tukio la mwishoni kabisa katika series ya harusi hiyo. Sasa basi kilicho happen ni kwamba tulimuona kijana mdogo, huyu ni mtoto, na huyu mtoto bwana alikuwa ameshikwa mkono, alitangulia kabla ya Prissy kwenda pale kukutana na Jux pale mbele ambapo Jux alikuwa amesimama kule mbele na mchungaji nadhani kama sikosei, na pamoja na Diamond akiwa kama msimamizi, alafu huku upande wa pili ndo alikuwa anatakiwa kutokea Prisi akiwa na baba yake. Lakini kabla ya Prisi na baba yake kwenda kule kwa Jux kwa ajili ya kufungishwa ndoa ni kwamba kuna kijana wa kiume mdogo alitangulia kupita pale akiwa ameshikwa mkono. Yule ni mtoto wa msanii maarufu kabisa wa Nigeria huko ambaye anafahamika kwa jina la Mobad ambaye uh, kuna tetesi zilikuwa zilisambaa mwaka uliopita kwamba aliuawa, na kifo cha Mobad, kili take over the internet ilikuwa ni mystery. Watu wengi sana wakuwa wamejua kwamba sababu exactly ya Mobadi kuuawa ilikuwa ni nini, na wengine wakasema wakafika mbali wakasema kwamba Mobadi alizikwa akiwa yuko hai, so ni story ambayo kidogo iligusa watu wengi sana. Sasa kitendo cha yule mtoto wa Mobadi kuonekana eh, katika harusi ya Juxy na Prisi, watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kwamba kuna relationship gani hapa imepelekea huyu kijana akatumika katika ile ndoa. So ufumbuzi tuko nao hapa. Juxy alisikika akizungumza kwamba Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Mobadi alinifikia kwa ushirikiano. Nilikuwa katikati ya kutangaza wimbo wangu wa wakati huo na nilimwambia kwamba e, tufanye hivyo baadaye, baada ya kelele kutulia. Hatukupata kamwe kufanya hiyo kazi. Bado nina majuto hayo, bado, nina majuto hayo pamoja bado niko na majuto hayo. Ilikuwa zaidi ya mziki, alikuwa ni kaka, nafasi ya kweli kabisa. Nilipoanza kupanga harusi hii na Prisi, nilimwambia eh, kutoka kwa kutu, eh, nilimwambia kutoka kwa kuruka, Liam lazima atatembea kando yangu, anaweza Asi, unaweza, unaweza usielewe kwa sasa hivi lakini siku moja utakuja kujua kwamba baba yake aliniaminisha aliniaminisha kitu kwangu. Stylist yule yule aliyetengeneza suti yangu ndiyo aliyetengeneza suti ya Liam mtoto wa Mobade. Ilikuwa ya makusudi. Kijana huyo amevaa urithi siku, sikuweza kumpa Mobade wimbo lakini nitampa Liam kila kitu. Juma Jux amezungumza, alisikika akizungumza hivyo. Yani kwa kifupi ni kwamba kama hujaelewa hii makala, ni kwamba Diamond, huyu Jux alikuwa anazungumza kwa Kiingereza. Sasa kuna mtu ametafsiri kwa Kiswahili, kwa hiyo hata kwa kuelewa naweza ikawa ni ngumu, lakini the point ni kwamba Jux yeye alikuwa anataka kufa, ili huyu Mobadi alikuwa na alimwombaga kolabo Jux, lakini Jux yeye, kulikuwa kuna ngoma aliitoa mwaka huu 2022 kwa kweli ilikuwa inafanya vizuri, kwa hiyo aka akamwambia kwamba subiri, kelele za huu za huu wimbo ambao nimetoa zikiisha tutafanya jambo, lakini kupata kupata hiyo nafasi Mobadi akafariki. Kwa hiyo basi hicho kitu Jux kimekuwa kikimtafuna kwa muda mrefu kwamba akumpatia kolabo Mobad, basi ameamua kwamba atampatia mtoto wake kila kitu anachokihitaji. Na mtoto wa Mobad ndo huyo anaitwa Liam na ndo yule kijana ambaye tulimuona hata katika harusi ya Jux alikuwepo pale akiwa ameingia ukumbini. Kwa hiyo Jux amededicate